Abdul Halim, ukiwa uki, ukiwa mchezaji kwenye hatua hii ya, ya mtoano unapata ushindi wa mabao matatu kwa sifuri ugenini uge, uge nini, nini kinapaswa kufanyika watu kuimaliza mechi au ndio tayari imesha imeshamalizika kwa sababu tu Simba ameshinda mechi ya kwanza kwa bao tatu kwa sifuri? Kawaida kama mchezaji na mchezaji mwenye malengo ambayo akuweza kuona unafika zaidi mbele e, kwenye, kwenye kichwa chako lazima utengeneze mazingira ya kwamba sawa tumeshinda mechi hii, inawezekana tuna nafasi kubwa ya kwamba tayari tumekwenda, lakini ndani ya vichwa vyenu kama wachezaji lazima mnakuwa mko na ile ile kutengeneza kitu kama kuto kudharau hmm, kwa sababu kikawaida ukiwa umeweza kushinda ugenini goli tatu inamaana tayari inakufanya wewe uamini mpinzani wako ni dhaifu kwamba mimi huyu hawezi tena kunifanya kitu chochote. Unaelewa? Lakini kwa kwa wazaji ambao wana malengo na na klabu ambayo ina malengo hawawezi kukubali wachezaji wawe na hiyo hiyo hiyo mental hiyo hiyo hiyo akili ya kusema kwamba sisi tayari ndio tumesha tumesha pita. Kwa sababu ukitaka uten, utengeneze mazingira kama hayo, utakuja kwa Mkapa hapa utafanya vitu ambavyo watu hata hawakuvitarajia. Na mambo ya mpira unajua jinsi yalivyo, mtu ambaye unamdharau ndio mtu ambaye anaweza kufanya kitu chochote wakati wakati wote. Kwa hiyo akili yangu ni kwamba siwezi kuona Simba kama wanaweza kukubali kuruhusu hata goli moja hapa kwa Mkapa. Hapa mm. Nachokiamini ni kwamba eh, wachezaji watazidi wata, wata, wata kupata confidence ya kuamini kwamba tuko na opponent ambaye ni dhaifu upande upande wetu, kwa sababu tumeshabiti nyumbani kwao. Lakini kitu kingine ni kwamba e, wow, wao wata, wataka kudhihirisha kile ambacho tumekifanya ugenini yeah, tunaweza kufanya mara mbili yake au kukifanya kama kile hapa nyumbani. Kwa hiyo lazima, kwa wachezaji, itatengeneza mazingira ya kuwa na confidence, lakini si mazingira ya kukubali kwamba tuwe dhaifu kwa, kwa sababu tayari tumesha tumeshashinda yeah, ugenini yeah, alafu yeah, kitu kingine cha kuongezea Abdulalim Oscar ni kwamba Simba bado ina wachezaji wengi wapya, wachezaji wengi hawajakamata nafasi zao. Kwa hiyo kuna lengo la timu inawezekana limetimia. mm. Alafu kuna lengo la kwako wewe sasa, kwanza maake mm. E, leo anacheza Morris, kesho kagoma yeah. kesho kutwa huyu soa bado hajafikisha hata magoli sita mm. yaani hivyo kwa hiyo pale Mwalimu Salumu bado hajafunga mabao ya kutosha, amefungia national team tu, juzi pale goli zuri, na amefungia Simba bao moja. Kwa hapo ninakuja lengo lako we binafsi, kwamba bwana na mimi niishike hii timu niwe kama chama alivyo alivyoishika, wakati u una lengo lako binafsi. Kuna mtu anaitwa Elim Panzu, unaonaje mwanzo wake eh, wa, wa, wa wa wa wa msimu huu Hana mwanzo mzuri Mpanzu, hana mwanzo mzuri na hata mechi ya mwisho ya msimu uliopita dhidi ya Yanga hakucheza vizuri, kwa hiyo hakumaliza ligi vizuri na msimu huu hana msimu mzuri, na kiukweli mimi sijui nini kina msibu, kwa sababu tumekushawahi kuona ubora wake, wake. Sasa wakati mwingine wachezaji kutoka Kongo huwa wanakuwa tabia tofauti tofauti inawezekana alivyoshika timu msimu uliopita labda ananyanyua mabega sasa hivi anaona watu walimuimba sana, lakini bado Simba ime, ndo nazungumza imeleta wachezaji wa maana ambao wanaweza wakawa muhimu kuliko hata Mpanzo inabidi bado. Yani, ule ufalme aliopewa msimu uliopita kiukweli ni kwa sababu Simba nayo ilikuwa na wachezaji wengi avareji. Sasa hivi pale amekuja Soa, amekuja mwalimu, amekuja wakina Morris, wachezaji wengi wamekuja ambao wana standard, ni wazuri. Kwa hiyo kama una unashusha tempo yako, bado Simba inasaka mfalme, yoyote yule anaweza kupatikana msimu huu. ajawasaidia sana Simba na watu walikuwa wanajua aletewe watu ili timu yao iwe ina options za wachezaji wengi wazuri, kama ilivyokuwa Yanga misimu minne, una chama una zizikii una pakome sijui una maxi Mnuchabua, una nanyani e, yaani, unachagua tu hata mtu aka. Sasa yeye ameletewa watu ili kuwe kuna options nyingi kwenye timu wakati watu wanakuja wanapandisha timu juu Yeah, ana, anashuka which is not good ma, ma, mahali ambako Edo nilikuwa naangalia mpira baada ya ya mechi kumalizika, yeah, watu walimpongeza Kibu kwa eh, magoli ambayo ame, amefunga ni magoli ambayo mashabiki na wapenzi wa Simba walikuwa wanahitaji sana ya ugenini, lakini kulikuwa kuna mjadala na makofi mengi sana kwa Jonathan Soa. performance yake ilikuwaje? Kwanza aliacha uchoyo kwenye boxi kwa sababu nakumbuka kuna bao alimpasia uh, uh, nzuri sana kibu, kibu na pasi ya bao bao nadhani ambao nahaniiogeuka. Unajua le, mi nawaangalia sana wenzetu Oscar, siku hizi washambuliaji hawafungi sana lakini wado tuna uwezo wa kuhesabu sana kazi zao nyingine mojawapo ni assist. Ujua zamani siku hatujui assist ni kitu cha maana, tu tunamwangalia tu mtu alifunga tunamshabikia. Hata kama una uwezo wa kupunguza watu afu umekaa kwenye position na ukatengeneza goli, mashabiki siku hizi hmm, sio wajinga, yani wana count vitu vingi hmm, attributes ambazo mchezaji unatoa hmm, hata kama haujafunga hmm, unaweza kama mshambuliaji hujafunga, jokerezi wangu wafungi lakini kazi ya kusukumana ku, kupiga assist, kufliki, kufanya vitu vingi watu wana count, kwa hiyo mashabiki siku hizo wameondoa ule ujinga wa kuzani kwamba mchezaji mzuri ni yule aliyefunga akaenda kwenye kibendera kushangilia. Watu wameona jinsi Soho alikotoka na mpira yeah. mpaka kwenye boksi angeweza kuleta uchoyo akatoa nje, so wot aisaidii timu, inabidi yeah. kitu cha kwanza, option ya kwanza iwe timu, alafu ya pili iwe wewe, kama kuna mtu kwenye nafasi nzuri zaidi mpasie, na ndio maana walisifiwa zamani, tulikuwa tumsifu mtu kama Soo hapa, lakini tulikuwa tunamwangalia akibu kafunga anashangilia that's it. Uh, uh, Abduhalim, uh, lango la Simba mara nyingi sana limekuwa na Musa Kamara. Amekuwa na performance bora sana na amestiki pale. Lango lolo linakuwa liko salama kiasi gani linapomkosa Musa Kamara kama mlinda mlango eh, wa, wa kwanza kwenye kikosi? Kwanza lazima tukubali na tuweze kumpa ku, credit Musa Kamara kwa sababu tangu amekuja Simba ameonyesha kile ambacho yuko nacho na ameweza kusaidia klabu yake kusema kweli, kwa sababu tumeona mechi nyingi amecheza, ameonyesha uwezo mkubwa kiasi kwamba sasa unakuta hata ile defense line yenyewe haina wasiwasi wasi, kwa sababu hata ikitokezea makosa madogo madogo wanaamini kuna mtu ambaye anaweza kusawazisha hayo makosa, lakini mpaka amekuja kupata injury katika mechi ambayo amecheza, dakika mwisho ametoka. Still kusema ukweli, amekuwa akifanya vizuri zaidi lakini kwa sasa hivi huwezi kuacha kumpongeza goalkeeper ambaye amepewa hiyo nafasi Yakubu. Yakubu. kwa sababu kwanza ni national team goalkeeper na ndio goalkeeper namba moja sasa hivi Tanzania, kusema ukweli mm -hmm. unaona na amefanya vizuri katika chani, tumeona na ndio sababu ya Simba wenyewe kuweza kumchukua wakiamini kwamba ikitokea kitu chochote cha dharura Liyo, basi kuna mtu mwingine ambaye anaweza akafanya vizuri au anaweza akamsaidia Kamara, kitu ambacho sasa hivi kinafanyika Umeona, kwa hiyo Yakubu anafanya vizuri na tunastahili kumpongeza, lakini kitu cha msingi zaidi ni kuhakikisha kwamba eh, mashabiki wanatakiwa kuhakikisha wanampa sapoti ya kutosha. Unajua kwa, kwa sababu kikawaida kwenye mpira tumezoea kuona wazaji ambao wanapata nafasi wanafanya vizuri kila siku, akipata injury watu wanataka yule ambaye amekuja labda naye ghafla afanye kile ambacho wamezoea kukiona kwa yule mtu mwingine ambaye alichokuwa anakifanya mm. Unaona, kwa hiyo kitu cha msingi zaidi ni kwamba yakubwa anafanya vizuri, na naamini watu hawana presha hiyo ya kupitiliza kwa sababu wameona kwenye chani ya kubwa amefanya performance ya ya ya yake jinsi ilivyo, na mpaka sasa hivi, unajua dogo anastahili kupewa pongezi kutokana na namna ambavyo mechi alizocheza na namna ambavyo ameweza kusaidia, kwa sababu naona haja konsidi goli hata, hata, hata, au Yeah, yeah, amekuwa akicheza vizuri. Ehe, na kutu... Abdulalim kiukweli mm. uh, Oscar mm. kwenye nafasi ya golikipa kwenye hizi mechi za ligi kuu za hizi za kufuzu na nyinginezo ndio mm. sehemu pekee ya Yakubu pa kutokea si mm. kipa wa kwanza apate injury mm. au afanye makosa ya kijinga sasa, kama Kamara hajafanya makosa ya kijinga bahati make uombei bahati, imemwangukia ya Yakubu kuonyesha sasa make kipa bwana namba moja namba moja mm. nafasi namna na, na, anayotolewa na, na ni hizo mbili makosa ya kijinga. o Oh, sana sanasana akiwa muda mrefu ukiprove watu tuwakwambia, kwa nini asiendelee huyu hmm, wakati anafanya vizuri hey, yani, yaani kwa nini umrudishe yule wakati hmm, huyu hajafanya makosa na hapa hapa panaza paa ukabizi, ukawa kipa wa pili, kwa sababu unaweza ukafanya makosa hmm, akirudi yule, nasaha, yule yule bwana wewe asubiri ah, au anakuwa kipa wa pili, umeelewa? Ndio nafasi ndio kipa wa kwanza anapokuja duniani, kwa sababu mtu afanye makosa, mtu aumii. Unaona kama kumbadilisha, yani kila siku narudi kwa mke wako, ni kipa wa pili mm. Nafasi za ndani zina option kweli mm. Ndani watu wanabadilisha <laughs> unaweza kwenda kusema namba 6, kesho ukarudishwa huku, leo umekulia kushoto, kipa ni kipa. Nafasi ya kubu, yani yakubu hili nafasi yake mm. ya dhahabu Edo eh, moja kati ya mfupa mgumu sana pale Azam FC ni ile timu kwenda group stage, iwe ni Champions League au kombe la shirikisho, lakini this time kunaonekana kuna utofauti mkubwa sana. Kitu gani ambacho eh, ibenge management wachezaji wamekuja nacho cha kitofauti msimu huu mpaka tunaona kuna dalili za kwenda group stage ziko wazi kuliko miaka yote tangu timu hii iweze kupanda eh, daraja kwanza. Uh, yani, bila hata kuficha ficha, uteuzi wa Ibenge ulikuwa ni mzuri. Unajua, unaweza ukaleta kocha kutoka Ufaransa Belgiji, wapi, lakini asimas kama kilichotokea kwa Roman Falls. Asimas mpira wa Afrika, yule ni masa mpira wa Afrika, vita <coughs> sijui alilali sijui anajua mpira wa Afrika in and out. Kwa hiyo ulikuwa uteuzi mzuri, anawajua wachezaji wa Kiafrika anajua dimandi ambayo klabu uh, uh, za Afrika zinazo juu. Hata mkienda sehemu airporti eh, mmechelewa, najua hata watuliza wachezaji basi sijui mechea kuja kuwachukua <laughs> mmewekwa mmewekwa hoteli namna gani, mna hasira <laughs> anajua mpira wa Afrika. Kimleta kocha wakati mwingine wa kizungu ambaye anashindwa kumasa mpira wa Afrika. Sio uwanjani tu, Oska, unasafiri na timu nambo mengi, unaweza naweza kuenda airporti, umewekwa masaa mawili nje umekaa yapoti pale masaa mawili mgonge ya yeah. kwa hiyo <tik> kuna vitu vingi ambavyo, kwanza uteuzi wa Ibenge kwa amemasta mpira wa Afrika, hilo moja, lakini anajua kufundisha mpira, kwa sababu ukiangalia success ya vita wakati ule ukiangalia, yani Ibenge alishafika kwenye level ya Pitso Mosimane, umeelewa? Mm, mm, la, mm. kwa mpira wa kiafrika Afrika, hata Yanga na Simba walivyomtaka wakati huo walishindwa dau lake la mshahara, umeelewa? kwahiyo kwangu mimi Ibenge siku zote hizi Azamu inawezaji wazuri kuna kuna siku moja Edo, tunasafiri tunaenda Misri na na, na timu ya vijana ile. Timu ilikuwa imepewa mwaliko <laughs> na shirikisho la soka nchini Misri, mwaliko eh, ni mechi ya kirafiki eh, ki na ya vijana eh, eh. Tulivo land Cairo, wale eh, watu wa immigration wanaingia huku wanatokea huku, wanaingia karibu masaa manne matano dono, kwanza ni mchezo wa kirafiki <laughs> na wao wametualika, wametugaramia kila kitu mm. Yani, ukimfata huyu anaingia huku anatoka huko. Ane, karibu masaa manne matano tumekaa airport kwenye mechi ya kirafiki ambayo wametualika wenyewe kila kitu wametufanyia wenyewe, lakini tulikaa masaa manne matano hivi tunasubiri kuweza ku, ku, ku exit tuta, tutarudi hapa, nataka humudi uje utuambie, Faisal Salum ni kiungo wa namna gani pale Azam FC ni kiungo wa namna gani Taifa Stars muhimu zaidi kwenye klabu ya Azam, na kusema kweli hii inathibitisha au inadhihirisha zaidi, zaidi kwamba Azam hawakukosea kumfanya yeye ndo awe mchezaji ambaye analipwa pesa au amelipwa pesa nyingi zaidi kwenye ligi yetu Tanzania, ukiangalia kwa wachezaji wazawa na hata kwa wachezaji wageni. Kama sikosei, nadhani hakuna mchezaji ambaye ana thamani kwa sasa hivi kama amba ambavyo amekuwa na thamani labda kwa sababu bado mpira wetu kwenye kwenye fedha zinafichwa fichwa, fichwa. Hatu, hatujui eh, thamani ya Clement Mzize kwenye mkataba wake mpya eh, Pacome Zuzua mm. Hatujui thamani yetu, lakini kwa hii tunayoijua mm. Eh, Faisal anaweza akawa mchezaji mwenye, mwenye mwenye thamani kubwa mm. Hao wengine si hatujaambiwa, kwa hiyo mm. Walau huku tulikosikia ana, anasikika kama mchezaji mwenye thamani kubwa kwa sababu tu, tu, tunayaona mm. Tumeyaona tunayasikia kwamba kuna pesa zimetoka, lakini wakati mwingine pesa ambayo imetoka, Azam wameitoa kwa Faisal, nafikiri wako sahihi kwa sababu ya thamani yenyewe ya mchezaji wenyewe, kwa sababu kabla ya kusaini huu mkataba mwingine, unakumbuka Faisal alikuwa anatakiwa na vilabu tofauti tofauti, licha ya kwamba hapa nyumbani vilabu vikubwa ama vikongwe vilikuwa vinamhitaji tena. Yanga walitaka nafikiri, walitaka rudi tena, Simba walikuwa wanahitaji kumsajili, lakini nje ya nchi pia kuna vilabu kadhaa kama kai kumaliza chifu na vilabu vingine vilionyesha nia ya kutaka huduma yake. Kwa hiyo Azam alichokifanya, wamefanya kitu kizuri, lakini kitu kingine ni kwamba wameonesha thamani yenyewe ya mzaji mwenyewe. Na, na, na kusema kweli hili halipingiki. Lazima tukubali sasa hivi kwa Tanzania kwamba yeye ni mwongoni ni mwazaji, ama ni, ni, ni mchezaji ambaye ana thamani kubwa kwa sababu e, hii thamani haiji tu kwa kuzungumza kwa mdomo, anaonesha dhahiri mwenyewe pale anapokuwa uwanjani. Kwa mfano tumeona mfano hai ni juzi, tumecheza mashindano haya ya CHAN sindio? Yeah. mechi kadhaa amekuwa man of the match kabisa. Ile peke yake ni kuonyesha kwamba yeye ni mzaji wa daraja gani. Kwa hiyo kama kama kama ataendelea na namna jinsi ilivyo na thamani yake, umeona kuonyesha kwamba yeye anastahili kupewa kile ambacho anapewa na kutokana na thamani yake jinsi ilivyo, itakuwa so, ni kitu kizuri, kwa sababu amedhihirisha yeye kwamba ni mzaji wa thamani hiyo, kwa sababu mbona hatumwimbi sana Oscar Faye? Hatumwimbi usababu yuko Simba na Yanga. Hiyo ndo sababu. <coughs> Sababu ya msingi sana katika mpira wetu. <laughs> Samani ya msingi sana katika mpira wetu. Kinachofanya tusimwimbe Faisal Salum? Sababu, hayuko ha, Simba wala hayuko Yanga. Na hii kitu ni mbaya sana. Na vile vile hatujakubali, hatujakubali. Mm. Mm. Uh, unajua sasa hivi hata Faisal akiwa anacheza timu ya taifa hawezi kusifiwa sana. Amekuwa man of the match hapo amesema mm, nani Abdul. Mm. Kwa sababu hayuko Simba tena. Kwa sababu hata hiyo timu yetu ambayo ilipaswa kuwa alama ya kutuunganisha, Na hata tunaangalia wachezaji kwa jicho la mm, Simba. Simba na yanga ya ya, ya ya ya. Kwa hiyo hiyo ni sababu kubwa na msingi, na ataishi ata nayo, ukenda kwa Faisal, hata akikoment tu iko peke yake, akipost tu picha yake Instagram, chini watu wanamtaka bwana, rudi Simba. Nakwambia wewe bwana, huko umepotea. Umepotea wapi? Yaani Azam timu kweli, unaweza kusema mtu amepotea? Kwanza <mimu> ana malipo makubwa <mimu> na anacheza michuano ya kafu na atakwepo AFCON. Sasa ampotea kivipi? Yaani kupotea ni kutocheza Simba na Yanga, ukiwa mchezaji kimsaji mkubwa. Hatumtendei haki sasa. Ndio hatumtendei haki na sio tu sio tu yeye. Hata timu yake hatuitendei haki. Mm. Yaani wakati watu wanamzungumzia Fesal akiwa kwenye dirisha kubwa, mm. Watu walikuwa hata heshimu Azam. Yaani watu wanamjadili hata wachambuzi, mm. nani, wanamjadili Fesal mm. kama mchezaji ambaye hana mkataba. <laughs> Yaani kama mchezaji ambaye ni free. Eh, basi tu kwa sababu wale sio sio nani? Sio wakorofi wale wamiliki wa ile timu. Edo, kumekuwa na kuna maneno ya kumkejeli na hasa kwenye mitandao e, e, ya kijamii, Faisal Salum, hasa Azam FC anapotoka kwenye kwenye michuano ya kimataifa. Msimu huu mimi na I have a feeling kuna kuna kitu kitaenda kutokea pale e, Azam FC. Unamwona Faisal na na wenzie wakiipeleka wapi e, Azam FC Edo, chini ya Ibenge? Ah uh, unajua kuna sisi tunazungumzia sana Simba na Yanga, lakini unaona Singida wachezaji walioko nao ndio wakina <laughs> <laughs> chama wakina uchu wakina nataka tuje uh, huko, unaona unaona jinsi Azam wachezaji walioko nao yani hizi timu zetu zote nne zina wachezaji wa maana, na kwa maana ya ya, ya group stage wanaweza wakafika, lakini hata kwenye group stage Azam sisi tunawadai waende mbali zaidi, kwa sababu ile timu watu wameinvest ile wa ile timu haina njaa, haina shida yoyote mm. yani ifike mm. stage sasa, wakina zaka na popati waache kuitetea zaidi ile timu. Oscar, kuna kitu kimoja unaongea okay. <laughs> uwo unasema kama kweli Azam inakosa ubingwa wa bara kwa sababu ya fitina za Simba na Yanga, mechi za kimataifa kwa nini hawafanyi vizuri? Maake hakuna Simba na Yanga, yeah. Mwamuzi anatoka nje, timu nazocheza nazo ni za nje, kwa hiyo ni kama piramidi ndani. mm -hmm. Tunasema inafanyiwa fitina. mm -hmm. Haijawahi kuchukua ubingwa wa Misri. mm -hmm. Lakini imechukua ubingwa wa Afrika. mm. -hmm. Kwao kuna steji ambayo nanyii, kumbe mnayo platformu ya kuonyesha ubora wenu, mkasema kule nyumbani, kwa sababu ya zengwe tu la Simba na Yanga, ndio hii yeah, hapa sasa mm -hmm. Kwa sababu hata sioni timu nyingi za Afrika zikipambana na wakina fesal na idenge kutokana na investment ilokuepo, of course, Azam akifungwa na Berkane unaweza ukaelewa hali, lakini hizi kama zilizomfunga Yanga, sijui timu za mali, kama ukipangiwa kwenye group stages kenye, mm u -hmm. atutaendelea kuadai Oscar, mara mwisho ametolewa na IPR. Yeah. unaao na IPR <laughs> Umeelewa, mm. Tolewa basi na timu za maana tujue tujuasamali, kutolewa na ya piramida tukulalamika kumtoa wakati Elmerak ilikuwa ya moto. Kwa hiyo nao sasa hivi anakata kuprove kwamba mpira wenu Tanzania una majungu, lakini sisi mm. mpira wa Afrika tunaweza tukafanya vizuri zaidi. lakini, lakini, lakini, Oscar, lakini, yes. unajua, unajua edo nachokizungumza ni kitu sahihi kabisa na nachokiamini hata viongozi wenyewe wa klabu wakati mwingine naisikana hichi ni kitu ambacho kinawaumiza sana, katika miaka kadhaa ambayo yeah. imepita kwa sababu uwekezaji ulikuwa unakuwa mkubwa, lakini matokeo na matarajio ambayo labda wao wako nayo na yeah. kile ambacho kinatokea kilikuwa tofauti, na ndio maana labda hata msimu huu umeona wamejaribu kufanya tena uwekezaji mkubwa zaidi yeah. wa kuonesha kwamba labda kama tatizo ni walimu ambao pengine wapo katika kiwango fulani cha katikati, wacha tumlete mwalimu ambaye ana CV kubwa zaidi. Kama shida ni baadhi labda ya wachezaji bora yeah. Tunakuwa tu, tunaona ni wakusuasua, ngoja tutengeneze mazingira ya kuleta wachezaji wengine ambao watakuwa wako ni top players. Unajua, kwa hiyo na, na, nina imani kwa namna moja au nyingine, safari hii huenda kwa namna ambavyo wame, wameamua kuwekeza na jitihada ambazo wanazifanya na kutaka kudhihirisha inawezekana wakafanya kitu ambacho safari hii yeah. Alafu, alafu Oscar, na kitu kimoja ambacho watu mm -hmm. hawajachunguza, unasikia, Adela mm -hmm. achilia mbali wachezaji wa kigeni lakini hata timu yetu ila wachezaji wengi wa Azam Mwaikenda, sindo sopu nalo fei Uh, msindo oh, eh na, na, na wanacheza goalkeeper Foba Zuberi mm. Yeah. na wanacheza. Kwa hiyo sio tu kwamba na ndani wana wachezaji wa kizawa ambao hawana uwezo mm. Kuna striker Saadun Saadun Saadun, yeah. Eh yaani, yeah. Yeah. hawana chile mm. Bora wachezaji wa nje baki, tukiangalia chani hapa au tukiangalia stars tunasahau kwamba mm, Azam ina wachezaji wengi mm, vile vile wanaocheza ile timu na safari hiyo wamecheza karibia, wengi wengi wamecheza, wamecheza. Mm. Kwa hiyo lazima watuonyeshe kwenye mechi za kimataifa Edo eh, Historia historia inatuonyesha kwamba kwa, kwa timu aina ya Singida uh, Black Stars, ukitoa Simba, Yanga, Azam, timu nyingine yoyote ya nne ambayo huwa inaongezeka kwenye michuano ya kimataifa, huwa msimu huo ina underperform, yeah. domestically una unaiona Singida Black Stars kama itakwenda group stage na hatua za mbele zaidi. Inaweza kuwatumikia hawa mabwana wawili. Kombe la shirikisho na mashindano ya ndani. Kifua hicho, msuli huo. Wanaweza, wanaweza, wanaweza, wanaweza, wanaweza, wana wachezaji wengi wa maana alafu wana options. Unajua mpira wa siku hizi sio first 11, mnatakiwa mwe na wachezaji wengi alafu wana ubora, wanaweza kupishana na wanaweza ku maintain. Mimi nimeangalia kikosi chao, wana uwezo huo. Yaani sisi tunazungumza tu chama na aucho. Kwa sababu huwa tuna eh, tunaona eh, timu sana, zetu nyingi huwa eh, zikienda kimataifa nje hizi tatu humu ndani mwishoni mm. mwa msimu itakuwa na kwepa janga la kushuka daraja maana, mm. yeah, sure. No, nazungumzia huo upana na ubora wa kikosi cha Singida, wanaweza kwa kiasi gani kushiriki michuano ya kimataifa na kupafomu humu ndani. Unajua kwa nini wale wanaweza? Kwa sababu pamoja na yote, katika hizo timu tunazozitaja sizani kama zilikuwa zina pesa kama Singida. Unajua weza kutoka mechi ya kimataifa ukifika hapa nabidi ukacheze mbea <laughs> kaanza kusota kilomita ngapi wakachukua? <laughs> e, <kusota> <laughs> e, e, freshness mm. nyingi ulizosema Oscar mm. masuala ya like, kipesa yalikuwa mm. yako hoi. Mbona Simba na Yanga wana maintain kwa sababu gani? kwa sababu wana uwezo wa kiuchumi vile, vile. Mm. wakitoka mechi ya kimataifa zikiisha weekend hii mm. Dodoma tu sasa hivi wanaenda na flight Eh, el umeelewa, na kikosi kipana vilevile kama atacheza Boka atacheza Shabalala hmm. the same quality. hmm. Bana, naangalia hapa kutoka daa kwenda mbea ni kilomita mia nane ishirini <laughs> na mbili pointi mbili. uh, okay, wamekadiria okay. kwa masani masaa kumi na tano okay, na dakika okay, hamsini na tano unaenda okay, Kagera ujue na ukumbuke hiyo wakati, <laughs> Oscar, Oscar, ukumbuke hiyo wakati unatembea na basi, hayo ni masaa ambayo pengine unatembea haujasimama sehemu ja namna gani unavyotembea e, na haya mabasi ni kwa wachezaji, mambo ya kuchimba chimba dawa na ana, sehemu, sehemu, e e kuna, kuna dakika za kukaa tunatokwa kula, kuna hiyo e kuna masaa yanaongezeka zaidi, uwezo wa kiuchumi. Ndio maana hata hizi timu kubwa zina maintain hata za Ulaya hivi eh, eh, Abdul Halim kama timu zetu zote nne zitafuzu na kwenda grupu stage uh, ni sababu gani unaziona kabisa kabisa za msingi zitakuwa zimechangia kuleta huu tofauti msimu huu? Kwanza ni dhamira ya dhati ya vilabu vyenyewe, kwa sababu kama hamna dhamira ya kusema kwamba sisi tunahitaji kufanya hichi kitu mnaweza tu kama mnafanya tu, lakini huwezi uh, kufanya kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kiwa, kwa kiwango hicho, lakini jambo lingine lazima tupongeze namna ambavyo wamewekeza. Unajua uwekezaji hmm, ndio ambao unaweza ukazungumza kila kitu ambacho hmm, hata ukikaa kimya kinaonekana hata kwa macho. Mfano ukiangalia Singida wanafanya vizuri lakini angalia namna gani wanafanya vizuri kwa sababu ya uwekezaji ambao umefanyika, wa, umefanyika. Wana, wana, wana, wana top player experience wako pale wanaweza wakachallenge na na klabu nyingine yoyote kwa sasa hivi. Angalia Azam. Azam namna ambavyo uwekezaji wamefanya, Unaonekana wana dhamira ya dhati kabisa kuhakikisha safari hii tunataka kukata mdomo ule ambao unazungumzwa yeah, zungumzwa sana kwamba fanya hivi lakini angalia Simba namna ambavyo wamewekeza. Angalia Yanga namna ambavyo wamewekeza. Kwa hiyo kwa, kwa, kwa namna ambavyo vilabu vyetu vimewekeza vina kila sababu safari hii kuhakikisha ya kwamba lazima tuone kile ambacho eh, ile pesa ambayo wameiweka eh, inaleta matunda, yeah. Na na na na kwa namna moja au nyingine ni lazima tuweze kuona vilabu vyetu vinafanya vizuri na vinafika pale, na nafikiri itakuwa ni historia kwa Kabeza. Mara ya kwanza vilabu vyetu vya Tanzania. Sikumbuki vilabu vina vile vipi. Nafikiri itakuwa ni mara ya kwanza. Yeah, ni kweli. Na na, na na na na Edo. Eh, uh, tena Abdul Halim amekumbusha kitu kizuri sana. Tanzania tumecheza robo finali kwenye michuano ya Chani kwa kwa mara ya kwanza. Yeah, kwenye historia. Uh, timu zetu zinaweza zikafika zote group stage mbili shirikisho na mbili champions zinaweza zikafika mm -hmm. kama inaweza ikateleza labda moja, lakini tunaona kuna dalili zote nne zinaweza zikaenda zika, zika mm -hmm. tu, tu, tunaweza tukatarajia kitu gani Edo? tuna eh, michuano ya AFCON ipo hii, reflection huu mtiririko